Ambao serikali sasa imesema kuwa juhudi za kutwaa silaha haramu kutoka kwa wananchi wa kaskazini mwa bonde la ufa zimeanza kuzaa matunda. Nam, naibu rais Kithure Kindiki na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen wamesema kwamba kufikia sasa zaidi ya bunduki 280 zimerejeshwa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet huku bunduki 67 zikisalimishwa katika eneo bunge la Tiaty kaunti ya Baringo. Mimi nasimama hapa nikisema ninajivunia hawa watu wa Marakwet aswa hapa Marakwet, East and West kwa vile walijitolea kwa roho moja na tayari wametoa bunduki 285, 245 wametoa risasi elfu mbili ambayo ilikuwa inatumiwa kuangaisha wananchi hapa kwa, kwa hapa valley, Your Excellency hata mambo ya bunduki sasa tumeanza kuona zikirudishwa. Mheshimiwa Murkomen, continue with the good work of the summer May. Na hapo mbele tukiendelea, Rais atatuongoza tukuje hapa tuchome hizo mabunduki. Mimi naomba tu, alafu utatupangia empowerment moja pale to deal na wale reformed bandits, to deal na widows na to deal na watu wa pale Kerio Valley. Hata na wakati wanafanya hiyo sasa, wale wote ambayo wametoka kwa hiyo biashara, nauliza viongozi tuwafanyie empowerment, na hata ikiwezekana, wakiwa na umri kidogo, wasajiliwe waende wachunge mipaka zetu kama askari wetu wa taifa.